Maminya, Gitana, kamati za usalama katika kaunti za Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet zilifanya kikao cha kutathmini hali ya usalama katika eneo hilo. Idadi kubwa ya bunduki haramu zilizo mikononi mwa raia ilitambuliwa kama kizingiti kikubwa cha usalama wa eneo hilo. Kamishna wa Pokot Magharibi Wilson Wanyanga aliwarai wakazi wa eneo hilo kuzisajili bunduki haramu au wazisalimishe kwa serikali, la usivyo serikali itawapokonya kwa nguvu wakati viongozi na, na rais na deputy president, governor, senator, mps na wakaanza peace caravan, waliamua kwamba tunataka bunduki zinyamaze, bunduki zinyamaze kwa hii region. I don't know kwa sababu mara kwetu wa not part of it. Ndio sasa imekuwa ni kama ilisemekana nyamaze upande huu, turudi upande huu Wanyanga alisikitishwa na ongezeko kubwa la uhasama kati ya jamii za Wamarakwet na Wapokot katika siku za hivi majuzi, ilhali jamii hizo zimeishi kwa amani na utangamano kwa kipindi kirefu. Ulevi na unywaji wa pombe haramu pia vilitajwa kuchangia uhasama kati ya jamii hizo mbili. Kamishina huyo wa kaunti alisema kuwa kamati ya usalama haitalegeza kamba hadi wakamate na kuondoa watu wachache wanaovuruga amani. Wakfu wa amani wa Tegla Lorupe pamoja na wanawake wa eneo hilo walitambuliwa kwa juhudi zao za kupatanisha jamii hizo mbili. Viongozi wa kipokoti, tutaenda kule kunaitwa takaiwa daraja, sisi pekee yetu wale wa Baringo na waisipokoti, tukae chini tujadiliane, wazee kwa wazee, waongee waulizane issues. Kwa upande wake Gavana wa Pokot Magharibi, Simon Kachapin, amewasihi viongozi kutoka eneo zima la kaskazini mashariki mwa Bonde la Ufa kutia bidii katika juhudi za kudumisha amani. Na tumeomba watu wetu wa wale wako pande wa Baringo, pande wa west Pokot na pande wa Marakwet waiweke amani. Pasipo na amani hakuna kitu ambayo itafanyika, kwa sababu tunashirikiana vile alisema kuona kwamba mambo ya amani. Moses Waweru,